na uosia wa Baba wa Taifa, baba yangu. Nadhani Liswa anakumbuka. Kwa neno moja nimalizie hapa, Lisu, unajua unafahamu uosia wa Mwalimu Nyerere kwa tarehe kumi na sita kama sikosei, Agosti mwaka elfu moja mia tisa tisini moja ambayo Mwalimu amewaambia anasema kwamba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 kama wanaambiwa hawasikilizi, wananchi watatwaa nchi yao. Na ametoa mfano mheshimiwa Lisu, kama utakumbuka, au kama ukumbuki, alitoa mfano wa mapinduzi ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ambao walifanya uchaguzi mwezi Desemba mwaka elfu moja mia tisa sitini na tatu, lakini alafu hawakusikilizwa wakaenda kuitwaa kwa mapinduzi, na leo sistemu hiyo hiyo inaheshimu mapinduzi. Sasa wasije wakaniambia kwamba ninachongea, ipo kwenye hotuba ya baba wa taifa, wasome vitabu vyao. Asante sana, Amani. Asante sana, mwenyekiti na timu yako. <tune>